Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS leo tarehe 18 Novemba 2025 imetoa pongezi rasmi kwa kampuni ya Zanlink baada ya kuibuka mshindi wa nafasi ya pili katika tunzo za ubora za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mwaka 2025 katika kundi la huduma bora kwa biashara ndogondogo na za kati. Akizungumza wakati wa kutangaza mafanikio hayo, mkurugenzi mkuu wa ZBS ndugu Yusuf Majid Nassor amesema kuwa ushindi huo ni kielelezo cha dhamira ya watoa huduma nchini kuboresha viwango vya huduma na kuzingatia mifumo ya ubora inayotambulika kitaifa na kimataifa. Hii leo tarehe 18 Novemba tuko hapa na wenzetu wa Zanlink ambao wameibuka washindi Uh, katika tuzo za ubora za Jumuiya ya Jumia Afrika Mashariki. Lakini pia uh, walishiriki tuzo za ya ubora za Tanzania ambazo zinakuwa organized jointly kati ya TBS na ZBS. Uh, wenzetu hawa wameshiriki na wameonyesha njia ya mfano kwa jambo uki, ukilipania linawezekanika, na ilikuwa ni busara kwetu leo kuwaita hapa kwa sababu wanatoka Zanzibar na sisi ndio wasimamizi wa tuzo hizi kwa upande wa jamhuri kwa kutokea huko visiwani, lakini wameenda extra mile kwa pia kwenda kushiriki katika yale mashindano ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo wenzetu wameonyesha njia na tunatoa chachu kwa wajasiriamali, kampuni na wengine ambao wako kwenye makundi tofauti washiriki kwenye tuzo hizi kwa mwaka wa fedha unaokuja. Kwa kweli zinatoa maeneo mbalimbali wanaangalia, utakuta wanaangalia uwezo wako wa kuzalisha, namba ya wafanyakazi, qualities zilizokuwa ndani, mambo mengi wanaangalia. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe inakupa chachu ya kujiweka vizuri ndani wakati unashiriki hili. Kwa hiyo nitoe changamoto na nitoe chachu kwa taasisi mbalimbali, mashirika waweze kushiriki katika tuzo hizi kwa mwaka wa fedha unaokuja. Wenzetu wa Zanlink wameonyesha njia na ukipania jambo kama nilivyosema, linawezekanika na limewezekanika kwa wenzetu hawa. Ah, tuzo hizi za kila mwaka na zinashirikisha makundi mbalimbali ambayo yapo kama wajasiriamali wadogo, wakubwa, makampuni makubwa, makampuni madogo. Kwa hiyo ushauri wangu ni kampuni nyingi zishiriki kutoka Zanzibar. Na kwa mwaka uliopita na mwaka huu kampuni nyingi na wajasiriamali wengi kutoka Zanzibar imekuwa ni mfano, wameshiriki katika tuzo hizi lakini kwa kipekee niombe nitoe tu taarifa kwa mwaka huu wa fedha. Uh, ZBS kwa kushirikiana na taasisi ambazo ziko ndani tuna ratibu na kutaandaa tuzo za ubora kwa taasisi ambazo zipo Zanzibar. Kwa hiyo hii itakuwa ni mara ya kwanza hapa Zanzibar inatokea, na tutawatambua wenzetu ambao wanafanya kazi kila mwaka na kuwapa tuzo ya hisani kwa yale ambao wanafanya makubwa hapa Zanzibar. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Zanlink ndugu Sanjay Raja ameeleza kuwa wana furaha kubwa kuibuka washindi wa nafasi ya pili katika mashindano hayo, akibainisha kuwa kampuni hiyo imekuwa mstari wa mbele katika kuwaunganisha watu na biashara Zanzibar kupitia huduma za kimtandao na kuendelea kuwa miongoni mwa watoa huduma wanaoaminika kwa taasisi, kampuni, sekta ya utalii pamoja na wateja mbalimbali. Tarehe 10 mwezi wa Novemba mwaka 2025 za kimetunikiwa nafasi ya first runner up. Yani nafasi ya pili katika tuzo za ubora wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2020. Katika kipengele cha huduma bora kwa kampuni binafsi SME, yani small and medium enterprise. Tuzo hii si ya Zanlink pekee, ni ya Zanzibar, ya watu wake na ya wateja wetu wote ambao wametuamini kwa miaka 25 ya safari yetu. Tangu mwaka 2000 ambapo Zanlink ilianzishwa Zanlink imekuwa mstari wa mbele katika kuunganisha watu na biashara Zanzibar ya kimtandao. Leo tukiwa na zaidi ya asilimia 60 ya hisa ya soko tumekuwa chaguo la kuaminika kwa taasisi, kampuni, hoteli, SMEs na wateja mbalimbali. Safari ya tuzo hii ilianza kupitia National Quality Awards chini ya usimamizi wa ZBS pamoja na TBS. Tunashukuru kwa kutuamini na kututeua kuiwakilisha Zanzibar na Tanzania katika tuzo za kikanda. Mchabu, uh, mchakato wa ukaguzi wa EAC ulianza, ulikuwa mpana. Tulichunguza uongozi wetu, uendeshaji, yani operesheni zetu, huduma kwa wateja, usalama kazini, mafunzo ya wafanyakazi, mazingira, ubunifu na matumizi ya teknolojia. Tulikaguliwa sio tu kwa kile tunachokifanya, bali, bali jinsi tunavyokifanya kwa uaminifu, weledi na ubora wa kudumu. tunajivunia kutambuliwa kwa ubora wa huduma zetu, ufanisi wa miundombinu yetu na kuridhika kwa wateja wetu. Tuzo hii ina maana kubwa kwetu. Inathibitisha dhamira yetu ya kutoa huduma za kuaminika kwa wakaaji wa Zanzibar. Inaonyesha kwamba sekta binafsi ya Zanzibar inatoa ushindani kwa kiwango cha kikanda. Pia inatupa nguvu za kufanya zaidi. Kwa wafanyakazi wetu, asanteni kwa bidii na kujituma. Nyinyi ndio uti wa mgongo wa kampuni wateja wetu asanteni kwa kutuamini kwa miaka 25 ya safari yetu, na kwa wadau wetu na mamlaka za udhibiti, tunathamini ushirikiano wenu. Kwa kuangalia mbele, Zani kitaendelea kupanua huduma za faiba, kuboresha huduma kwa wateja, kutumia teknolojia mpya kama AI yani artificial intelligence, na pia tunadhamiria kufikia cheti cha ISO 9001 ifikapo mwaka 2025. Kwa kumalizia, tunathibitisha ahadi yetu kuendelea kutoa huduma za kuaminika za kisasa na endelevu zinazochochea maendeleo ya Zanzibar na ukanda mzima. Asanteni sana, nashukuru. Imetolewa na Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS.